Unajua, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimeona niwaite hawa wewe pamoja na hawa wenzetu we, wa we TAMISEMI mm. kwa ishu moja tu mm. unajua pamekuwa na, na maagizo mengi mengi mm. na maagizo haya mengine mm. actually ana yanakuwa na mwelekeo wa kuchonganisha serikali na wananchi wake. Najua kwa bahati nzuri tuliozunguka kuomba kura za wananchi ni mimi na wewe, pamoja na waheshimiwa wabunge wa, wa kinajafa hao ndio wanajua hali halisi Da shida za wananchi. mm -hmm. Sina uhakika kama wapo wengine zaidi ya sisi tunaojua shida za wananchi. Wewe ulipozunguka maeneo yako yote wakati ukiomba kula, ulipata mararamiko ya kila maeneo. Mimi -hmm. nilipozunguka maeneo yote nilipata mararamiko mm -hmm. ya kila maeneo na ya wananchi na kero zao. Waheshimiwa wabunge walipozunguka maeneo yote maeneo yao yaliyokuwa yanawahusu, mm -hmm. walipata malalamiko ya wananchi, mm -hmm. na wakaahidi kwamba watayatatua kwa njia fulani fulani, mm -hmm. waheshimiwa madiwani nao walizunguka mm -hmm. na ndio maana Watanzania wakakaa wakaamini kwa yale tuliyokuwa tunayazungumza kwa wananchi kwamba tutayatatua, mm -hmm. na nafikiri hayo ndio matumaini yao wananchi. mm -hmm. Sasa kwa hali inavyoelekea, kwa sasa hivi pameanza kuwa panajitokeza amri za ajabu ajabu, mm -hmm. hasa zinazotolewa na, na viongozi ambao tuliwaamini, mm -hmm. kwamba watatekeleza yale tuliyowaambia wakatekeleze, mm -hmm. na swala moja ambalo limeniudhi kidogo ni hili swala la wamachinga mm -hmm. <coughs> Mimi na wewe tulizungumza kwamba tutatengeneza mazingira mazuri kwa wamachinga, ndio watafutiwe maeneo, maeneo ya kufanyia biashara zao kwa utaratibu ulio mzuri, na mimi nafahamu kabisa huwaspendi wamachinga wafanye kazi kwenye road reserve, na hili nimekuwa nikizungumza.